Nilipita kutembelea maendeleo ya ujenzi wa bandari. Ujenzi umefika asilimia 24. Asilimia 24, na wameniambia malengo yao yapo vile vile kwamba mwakani wanataka wakamilishe ujenzi huu, na ujenzi huu unatumia zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 82. Bilioni 82 milioni 2 ni hela nyingi sana. Mnajua, sio? Na ikisha kamilika ile bandari itaweza kuchukua kwa wakati mmoja meli mbili zinazoweza kubeba tani elfu tano kila moja. Kukamilika kwa bandari ile kutakuwa ukombozi mkubwa kwa ukanda wa kusini biashara itafunguka kati yetu sisi wenyewe kwa wenyewe, lakini pia kati yetu na nchi jirani, kwa maana ya Msumbiji na Malawi. Ikichafunguka biashara, nadhani miaka mitano inayokuja Nyasa itakuwa bari tofauti sana. Hapa kila mtu atakuwa anaulizia kuja kupumzika kwenye kwenye bichi za Nyasa. Uongo kweli? Uogokwe hey imefungika. Ehe, ambayo imeshafanyika mpaka sasa hawezi yeah, yeah. e, kutofautisha kati ya Mbinga na, na Nyasa, kati ya Mbinga na Mbamba Bay huwezi kutofautisha na barabara ya Uingereza. Uongo kweli? Eh, barabara imenyoka, barabara nzuri sasa hivi. Ni wazi kwamba baada ya muda si mrefu tutapiga maendeleo makubwa zaidi. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana wenzetu wa TPA, lakini kwa namna ya pekee tunamshukuru rais wetu kwa kutoa kibali na kutafuta fedha na kufanikisha bandari hii ambayo inakuja kufanya wilaya ya Nyasa iwe wilaya tofauti kabisa na, na ya mfano katika nchi yetu.